Waziri Mkuu wa mawaziri na waziri wa mambo ya nje Musalia Mudavadi wa Kenya amethibitisha kuwa mwanaharakati Boniface Mwangi anazuiliwa na mamlaka za Tanzania. Mudavadi amesema kuwa ubalozi wa Kenya uko katika mawasiliano na Mwangi kuhusiana na hali yake. Mwangi alisafiri hadi Tanzania kuhudhuria kesi ya kiongozi wa upinzani Tundu Antipasilisu na alikamatwa Jumatatu, Mei 19 mwaka huu wa 2025. Mwanaharakati wa haki za binadamu Hussein Halidi wa Kenya alipiga kamsi akisema kuwa Mwangi pamoja na mwandishi wa habari kutoka Uganda Agatha Atuhaire hawajulikani waliko, licha ya madai kuwa walifukuzwa nchini. Na hawa ambao unawaona hapa ni wanaharakati wa Kenya pamoja na baadhi ya wananchi wa Kenya, wakiwa nje ya ubalozi wa Tanzania nchini Kenya, wakiishinikiza serikali ya Tanzania imwachie huru Boniface Mwangi na Agatha Atuhaire. Waziri Mkuu na Waziri wa Mashauri ya Kigeni Musalia Mudavadi amethibitisha kuwa mwanaharakati Boniface Mwangi yuko chini ya ulinzi wa mamlaka za Tanzania. Mudavadi amesema kuwa ubalozi wa Kenya jijini Dar es Salaam umekuwa katika mawasiliano na Boniface Mwangi na unafanya juhudi za dhati kubaini jinsi atakavyosaidiwa kuachiliwa na kurejeshwa Nairobi. Akizungumza katika mahojiano na Citizen TV siku ya Jumanne Mei 20 alikiri kuwa serikali ya Tanzania haijatoa maelezo ya wazi kuhusu sababu za kukamatwa kwa Boniface Mwangi au kuhusu uhamisho wa hivi majuzi wa raia kadhaa wa Kenya Boniface Mwangi yuko Tanzania na amezuiliwa na mamlaka tunatumaini ataachiliwa na, kusaid... na... na kusaidiwa kurudi nyumbani amesema Mudavadi nadhani watu waliotembelea Tanzania waliitikisa serikali ya huko hasa katika kipindi hiki kigumu na chenye hisia kali za uchaguzi, ameongeza waziri huyo wa mambo ya nje Musalia Mudavadi. Mwangi alikuwa amesafiri hadi Dar es Salaam kuhudhuria kesi ya kiongozi wa upinzani wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tanzania Tundu Antipas Lissu kabla ya kukamatwa kwake siku ya Jumatatu Mei 19, mwaka huu wa 2025. mwanaharakati huyo aliripoti kuwa maisha yake yalikuwa hatarini baada ya wanaume wenye silaha kuizingira chumba chake katika hoteli ya Sedena. Mapema siku ya Jumanne Mei 20, rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS Boniface Mabukusi alithibitisha kuwa Mwangi na mwandishi wa habari na wakili kutoka Uganda Agatha Atuhaire walikuwa tayari wamefukuzwa nchini humo. Kwa mujibu wa Mabukusi, kufukuzwa kwao kulisimamiwa na idara ya uhamiaji ya Tanzania. Mwangi na Atuhaire waliripotiwa kuzuiliwa katika kituo kikuu cha polisi jijini Dar es Salaam tangu kukamatwa kwao siku wa Jumatatu Mei 19. Ilidaiwa kuwa Mwangi alikamatwa kwa madai ya kutoa taarifa za uongo ili kuingia nchini Tanzania. Hata hivyo, baada ya kushindwa kujitokeza na kuthibitisha usalama wao, mwanaharakati wa haki za binadamu Hussein Khalid alipiga kamsa akisema kuwa juhudi za kuwatafuta Mwangi na Atuhaire kupitia njia za kisheria na kidiplomasia ziligonga mwamba, jambo lilozua wasiwasi kuhusu usalama na mahali walipo. Kisa hiki kinatokea wakati ambapo kuna msisimko wa kidiplomasia katika eneo hili kufuatia kuzuiliwa na kufukuzwa kwa Wakenya wengine mashuhuri, akiwemo mwanasiasa Martha Karua na aliyekuwa jaji mkuu Willy Mutunga waliokuwa wameenda Tanzania kuonyesha mshikamano na Tundu antipasilisu. Serikali ya Kenya bado haijatoa tamko rasmi la kidiplomasia, huku Mudavadi akisema kuwa uchunguzi kuhusu suala hilo bado unaendelea. Vilevile vile, waziri huyo kiongozi wa baraza la mawaziri nchini Kenya Musalia Mudavadi ameunga mkono kauli ya rais wa Tanzania Samia Suluhu Hasani kuhusu wanaharakati kutoka nje ya nchi kuingilia masuala ya ndani ya Tanzania, akisema kuna ukweli mkubwa katika hoja hiyo. Akizungumza katika mahojiano na kituo cha televisheni ya Citizen, Mudavadi amekiri kwamba Kenya, licha ya kuwa na uhuru wa maoni, imekuwa na changamoto ya kuthamini mipaka ya heshima, jambo ambalo linaweza kuonekana kama kuvuka mipaka ya kidiplomasia. Sitaipinga kauli ya rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, kwa sababu kuna ukweli ndani yake kuna kiwango cha matusi na ukosefu wa heshima ambao tunashuhudia hapa Kenya licha ya kuwa tuna uhuru wa kujieleza, amesema Mudavadi. Pia Mudavadi amejibu swali kuhusu iwapo Kenya itaichukulia hatua kidiplomasia Tanzania kwa kuwazuia baadhi ya wanaharakati wa Kenya kuingia nchini humo. Rais Samia anazungumzia watu kuvuka mipaka, hiyo ni kweli. Tunavyoongea na kufanya mambo hapa Kenya mara nyingine hatuna heshima, amesisitiza. Katika maelezo tofauti, msemaji wa serikali ya Kenya Isaac Mwaura amesema Tanzania ina haki ya kikatiba na kidiplomasia ya kuzuia raia wa kigeni kuingia nchini ikiwa itaona ni tishio kwa usalama au mipango ya ndani. Ikiwa nchi mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki imeamua kum, kumzuia mtu kuingia nchini, eh, nchini kwao hilo ni suala lao la mamlaka. Hatuna mamlaka ya kuhoji, amesema Mwaura ambaye ni msemaji mkuu wa serikali ya Kenya. Kauli hizo zinakuja kutokana na kuzuiwa kwa wanaharakati kadhaa wa Kenya akiwemo Martha Karua, Willy Mutunga na wengine waliokuwa wamekwenda Tanzania kufuatilia kesi ya uhaini ya Tundu Antipas Lissu, kiongozi mkuu wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, chama cha upinzani. Rais Samia Suluhu Hassan alipokuwa akizindua sera mpya ya mambo ya nje ya Tanzania siku ya Jumatatu Mei 19 mwaka huu wa 2025, alitoa onyo kali kwa wanaharakati wa kigeni, akisema tusiwe shamba la bibi, kwamba kila mtu anaweza kuja na kusema anachokitaka. Tumeanza kuona mwenendo wa wanaharakati ndani ya ukanda huu kuanza kuvamia na kuingilia mambo yetu. Hii ndio imekuwa habari ambayo imetufikia kwenye meza yetu ya habari, nasi tumeona ni muhimu zaidi tuweze kuifikisha kwako, ili kusudi nawe pia uweze kupata kufahamu na kujua kinachoendelea ndani ya jumuiya ya Afrika Mashariki. Kuhusiana na habari hii, wewe ni upi mtazamo wako na ni yapi maoni yako? Shia mtazamo wako na maoni yako nasi hapo chini kwenye upande wa comment. Lakini pia kunayo habari ama taarifa ama updates kutoka kwa wakili msomi na rais wa TLS Boniface Mabukusi kuhusiana na Boniface Mwangi pamoja na Agatha Atuhaire. Hebu tutazame hapa ni kipi ambacho wakili msomi Boniface Mabukusi anatujuza kuhusiana na Boniface Mwangi pamoja na Agatha Atuhaire. wakili msomi na rais wa TLS Boniface Mabukusi Anachapisha hapa moja kwa moja kwenye ukurasa wake rasmi kabisa wa X Twitter, anasema taarifa mpya: kukamatwa kwa waandishi wa habari Boniface Mwangi na Agatha Atuhaire. Tunapenda kutoa ufafanuzi kuhusu hali ya bwana Boniface Mwangi, mwandishi wa habari na mtetezi wa haki za binadamu kutokea kule nchini Kenya, pamoja na bi Agatha Atuhaire, mwandishi wa habari na wakili kutoka Uganda, ambao awali waliripotiwa kuwa wamefukuzwa kutoka Tanzania. Sasa imefahamika kuwa kinyume na taarifa za awali, watu hao wawili bado hawajafukuzwa nchini. Tumethibitisha kuwa hawapo tena chini ya ulinzi wa polisi, lakini bado wanashikiliwa na idara ya uhamiaji ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunaomba kwa heshima mamlaka za uhamiaji kuhakikisha kuwa kila hatua inayochukuliwa inazingatia kikamilifu katiba masharti ya sheria na misingi ya haki ya asili. Taratibu zote za kisheria zinapaswa kuzingatiwa kwa ukamilifu kulingana na sheria za ndani na wajibu wa kikanda unaotumika. Timu yetu ya wa wanasheria waliopo eneo husika inaendelea kufuatilia hali hiyo kwa ukaribu, na inachunguza hatua mwafaka za kisheria ili kuhakikisha suluhisho la haki na la wakati. Tunasikitika kwa mkanganyiko uliotokana na taarifa za awali na tunatoa radhi kwa usumbufu wowote uliojitokeza. Advocate Bak Mwabukusi, Rais chama cha wanasheria Tanganyika. Hii ndio taarifa mpya ambayo wakili msomi na rais wa TLS Boniface Mwabukusi ameitoa kuhusiana na Agatha Atuhaire pamoja na Boniface Mwang, Mwang, Mwangi. Hii hapa ni habari kiganjani. Endelea kusubscribe, endelea kukaa karibu nasi kwa habari zaidi.